ambayo ni kwa nini watoto hukataa kula. Na katika kuangalia hapa katika sehemu ya kwanza, tutaangalia sababu kuu zinazotambuliwa kisayansi za kuonesha kwa nini watoto hukataa kula. Sababu ya kwanza ni ukosefu wa njaa harisi, ambayo ni physiological satiety. Watoto hukataa kula pale wanapokuwa hawana njaa, hasa kama wamekula vitu vidogo vidogo mara kwa mara. Utafiti kutoka American Academy of Pediatrics ambao ni AAP unaonesha kuwa kula vitafunwa vingi kabla ya mlo huathiri hamu ya kula. Sababu ya pili ni uchaguzi wa radha ambao tunasema food neophobia. Ni hali ya kawaida kwa watoto kuogopa au kukataa vyakula vipya. Tafiti za British Nutrition Foundation zinaonyesha kwamba hali hii huweza kuendelea hadi miaka sita, lakini inashughulikiwa kwa uvumilivu na kurudia mara nyingi. Sababu ya tatu ni sababu ya kihisia ambayo tunasema hii ni emotional factors. Msongo wa mawazo, hofu au kuhitaji umakini vinaweza kuathiri hamu ya kula. Kwa hiyo wakati mwingine wazazi tuangalie mtoto anaweza akawa ana msongo wa mawazo. Jaribu kumtafiti mtoto na ugundue kwamba msongo wake wa mawazo unasababishwa na nini. Ukitatua tatizo lile, kwa hiyo hapo unamsababisha mtoto aweze kula. Sababu ya nne ni matatizo ya kiafya ambayo tunaita clinical causes, kama vile kuvimbiwa, maambukizi au matatizo ya mmeng'enyo wa chakula. Wataalamu wa watoto wanashauri wazazi wachunguze afya ya mtoto kama hali inaendelea kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukiona mara nyingi mtoto anakataa kula, hebu jaribu kumpeleka kwa daktari afanyiwe uchunguzi kuona ni kwa nini anakataa kula, kama utaona hiyo hali inaendelea kwa muda mrefu. Sehemu ya pili tutaenda kuangalia mbinu za kumsaidia mtoto kukubali kula kwa sababu tumeona kule mwanzo sababu zinazomsababisha mtoto akatae kula. Sasa ba baada ya kuona hizo sababu, sasa tuende tukaangalie ni mbinu gani zinaweza kumsaidia mtoto ili aweze kukubali kula. Mbinu ya kwanza, andaa mlo wa familia kwa upendo na utulivu. Watoto hujifunza kwa kuiga. Ukila chakula kwa furaha naye atakuwa na hamasa ya kula. Kwa hiyo umekaa pale mezani unakula chakula, yani unaonyesha uso wako ukiwa na furaha kabisa na tabasamu. Unameng'enya chakula vizuri, yani unaonyesha kama unakula kitu kizuri. Hapo unamhamasisha mtoto aweze kupenda kula. Mbinu ya pili, epuka kushurutisha au kumlazimisha kula. Tafiti zinaonyesha kwamba kushurutisha mtoto huchochea chuki ya chakula zaidi kuliko kupenda. Ndugu mzazi, usimlazimishe mtoto. Ukiona anakataa, tafuta mbinu ambayo inaweza ikamsaidia. Hata unaweza ukamchekesha, ukamfurahisha, ukamwonesha kama unakula au unampa yeye. Kwa hiyo hapo utakuwa umemsaidia kuliko kumlazimisha, kwa sababu unapomlazimisha unazidi kumfanya achukie hicho chakula. Mbinu ya tatu, weka ratiba thabiti ya mlo. Saa za mlo zilizo wazi usaidia mtoto kuwa na matarajio na mazoea ya kula kwa wakati. Kwa hiyo ratiba iwepo, ratiba ambayo inaeleweka, sio mara chakula kinaliwa saa tano mara saa nane. Hapana, uwepo muda maalum kwamba asubuhi kifungua kinywa ni saa ngapi, Mchana chakula cha mchana atapata saa ngapi, na usiku pia, ile jioni mtoto anapata chakula. Akijua ile ratiba vizuri ya ule mlo inampa hamasa, anakuwa anajua saa fulani kutakuwa kuna chakula, kuliko ule muda ambao mtoto anakuwa anashtukizwa tu. Inamfanya wakati mwingine anakuwa hana hamu, kwa sababu hajui ni wakati gani halisi ambao atapata chakula. Mbinu ya nne: jaribu vyakula vipya taratibu na kwa ubunifu. Badala ya kumlazimisha, mkaribishe aone aguse na aingizwe pole polepole katika chakula kipya. Yaani, kama umeandaa chakula ambacho ni kipya, wewe utakuwa unakifurahia, lakini kwa sababu mtoto hajui kile chakula, unatakiwa wewe kwanza unamkaribisha: mwanangu, karibu e, chakula cha leo ni kitamu, hebu ona ona kilivyo na rangi nzuri eh. Unamuonesha, una unamwambia, hebu una, kiguse hebu shika, hebu onja. Yani, unamuingiza pole pole katika chakula kile kipya. Mwisho wa siku unashangaa mtoto anakifurahia kile chakula na anakula kabisa bila kulazimishwa. Mbinu ya tano: Ongeza ushirikishwaji. Mruhusu mtoto asaidie kuandaa chakula au kuchagua mboga. Hii huongeza uwezekano wa kula. Psychology Today inaripoti kuwa watoto wanaoshiriki kupika hula mara mbili zaidi ya wale wasioshiriki. Hivyo hebu kuongeza ushirikishwaji wa mtoto pale kwenye mapishi Unapokuwa uko pale jikoni, unamwita, unamwambia ukaa hapa jikoni, kata nyanya, kata kitunguu, hebu koroga hapa e, ponda ponda nyanya kidogo. Mbona mchuzi unaonekana mtamu? Aisee, umepika chakula kitamu wewe. Hiki chakula leo kitatufurahisha. Yaani, ikifika wakati wa kula utamuona jinsi anavyopakua, kwa sababu anajua yeye mwenyewe ameshiriki kupika, na anajua kabisa asipokula hata watu wengine wataona sio kizuri. Kwa hiyo ile tu mtoto kuonekana kwamba ameshiriki katika kupika inamfanya ale mara mbili zaidi kuliko wale ambao hawashiriki katika kupika. Sehemu ya tatu tutaenda kuangalia ni lini unapaswa kutafuta msaada wa daktari, kama mtoto wako anakataa kula ni lini unapaswa kutafuta msaada wa daktari? Kwanza kabisa, mtoto anakataa kula kwa siku nyingi mfululizo. Kama mtoto wako anakataa kula kwa siku nyingi mfululizo, unapaswa kutafuta msaada wa daktari. Pia anaonyesha dalili za kupungua uzito au kudhoofika. Ukiona mtoto wako anapungua uzito au anadhoofika, mtafute daktari haraka kwa sababu huyo mtoto anapokuwa anakataa kula halafu anaonyesha dalili za kupungua uzito au kudhoofika, hizo ni dalili mbaya kwa afya yake. Jambo la tatu, ana tatizo la kumeza au kuonyesha maumivu wakati wa kula. Kama unakula na mtoto pale mezani, unatakiwa kuwa unamtazama, unatazama watoto wako wakati mnakula mezani. Ukiona mtoto anameza ana, anaonyesha maumivu wakati ana meza chakula hapo, unatakiwa mtafute daktari. Inawezekana ana tatizo kwenye mfumo labda wa koo au kwenye sehemu nyingine katika nini, katika koo lake. Kwa hiyo mtafute daktari ili aweze kumsaidia mtoto wako. Katika hali hizi usisite kumpeleka kwa daktari wa watoto au mtaalamu wa lishe. Kwa hiyo ni vizuri sana mzazi, ukiona hizi dalili au hizi hali, hakikisha kwamba unampeleka mtoto wako kwa daktari wa watoto au mtaalamu walishe . Kumfundisha mtoto kula si vita, bali ni safari ya upendo, uvumilivu na uelewa. Kwa kutumia mbinu za kisayansi, unaweza kumsaidia mtoto wako akue akiwa na tabia bora za lishe. Kama umejifunza kitu kipya leo, usisite kusubscribe kwa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, like video hii na shirikisha wazazi wengine. Tuendelee kujenga kizazi bora chenye afya njema na tabia bora tangu utotoni. Karibu tena, tukutane kwenye video inayofuata. Asante.